Majini kuna teknolojia nyingi sana ambayo binadamu wanayo ni ya kutoka kwa majini mm. Ndo maana uh, tukirudi kwa Nabii Suleiman mm. Bilkis ambaye ni mfalme mf mf mf Malkia Sheba yule mm. alipokuja kumtembelea, akawaambia katika watu waliokuwa wamekaa pale, nani atakaniletea kiti chake cha enzi kile kabla hajafika akatokea jini moja afrit, kama ulishasikia, kuna majini yanaitwa afrit, imetajwa mm -hmm. kabisa kwenye Qur'an, afrit min aljin, akasema mimi nitakuletea kabla hujanyanyuka kwenye kiti chako, umeona. Alafu akatokea binadamu mwenye elimu, akasema mimi nitakuletea kabla macho yako hayajapepesa kufumba na kufumua. Na kweli yaani, nabii Sulemani, yaani kufumba na kufumua, mwanangu anakuta kiti hichi hapa. so yeah. kurudi kwa profesa, nadhani anasema ndio wale majini na wale lakini majini wanaitwa au majini wa, lakini uh, wanefili kwenye vitabu vyote hata Bible wamewaelezea kwamba walikuwa ni wana wa malaika wanefili hiyo. E, kwa je elimu ya upande huo mimi. Okay. Sina upande wa ah, huu mwingine. Kwa hiyo kwenu nyinyi mna wanefili mnachukulia ni watoto wa majini sio wa malaika? Ah, sisi hatuna kabisa nefili katika nani yetu. Okay. Hatuna hiyo theory ya nefili. Okay. Wow. Mimi eh, nimekipata vizuri, lakini, lakini tuna tuna majini ambayo ilikuwepo kabla yetu, sisi ndo wako mm. pale umeona na um, giants wapo kina Thamud na Ad walikuwepo katika nani zetu na okay. civilization zingine zili zili zilikuwepo pale, na hata mm. bodies za ma giants kuna baadhi ya sehemu ambazo uh, zipo sasa. okay. Tumalizie kwa kitu cha mwisho ambacho, icho, ulikuwa unalikuwa unamalizia hiyo point hapo, ulikuwa unataka kuunganisha kwamba secret societies zinatoka kwenye mfumo wa majini. Sasa kuna secret, so, secret societies ziko maelfu ya miaka going yeah. way back na ziko sure. nyingi sana, the most popular ni Freemason na Illuminati mm. lakini kuna Skull and Bones, um, kuna ni marufu marufu ipo zipo zipo nyingi nyingi tu yani. kila sehemu zipo yeah ila zinatofautiana ukubwa na ushawishi. Nadhani Illuminati na Freemason ndo ziko kote, nadhani hata nchini kwetu tuna manania mafreemason yale majengo ma, ma, ma ya Freemason umeona eh? na, na vinginevyo, kwa hiyo wako everywhere. Wananiambia njema, nimependa hiyo pozi. Najaribu na, na kusema ukiangalia inategemea anaiangalia anaangalia kwa engo ipi ya kwa wana... kwa mimi naamini wanania mbaya, kwa mimi, kwa sababu gani? Mm, wanaemwabudu nani? wanamwabudu Lusifa. Lusifa ndio ndo atakuja ku wanamwandalia mazingira yeyeye aje na i... uashiria wake ndo vitu kama hivyo, unakuta jicho moja, sita sita sita, umeona sacrifice ambazo zinafanyika. Umeona, eh? Kuna makala ambayo nimeandaa nikaweka pale jinsi tunavyoandaliwa kumpokelea kumpokea mpingo Kristo, iko kwenye YouTube channel yangu, utaona unapaka... eh ni binadamu wenzetu, wale watafaidika nini? Kwa mfano hizo secret waki, wakileta watu ambao wanajua watakuja kuangamiza binadamu kwa sababu, hiwa, duniani, duniani, kwa sababu leo hii wakibaki wenyewe duniani dunia ni kwa haina mantiki, wanatuhitaji sisi ili ku make sense ya haya maisha. Safi. Sasa hapo, um, kuna swali moja ulianza mwanzo kabisa ndo jibu lake ambalo nakuja kukupa sasa hivi. Unakumbuka uliongelea AI? mm. AI kuna kitu kinaitwa generative AI ambayo yeah, ina, unaweza kaambia nichoree picha ikachoree, inaweza kafanya nini. AI zinamsoma binadamu, zitakuja kumreplace binadamu kwa sababu zinasoma binadamu anafikiriaje, anafanyaje kazi anafanya, anafanya... ndio maana sasa hivi unaona kila anayetumia uh, AI iwe ni Grok iwe ni Chat GPT, tunazitrain, itafika kipindi zitashiba. Ndo maana wanataka watupunguze sisi, alafu AI zitachukua nafasi, watabaki wao wachache ambao ndo the superior race. Wanajiamini wao kwamba ndo kizazi bora, watabaki wao, watatawala dunia wao, kama wao hawatohitaji tena wafanyakazi. Ndio maana uh, kila siku unasikia kwamba let's say kama Amazon mm, mm. Wamegani wanatumia wana, wana, wana, wana, wana, watakosa madeni makali, watakuwa uh -huh. Wapweke watakosa the sense ya sisi binadamu. Najua binadamu ni viumbe wahivi, au unataka kusema wenyewe hawahitaji uh, hii sense ya binadamu wengine. Aha, sasa hapa nimekuelewa, nadhani yeah. Kama sikosea utanikorect Ukiamini kwamba watabaki wao, unaweza ukadhani labda watabakia familia moja au mbili. Hapana, tageti yao wabaki watu milioni mia tano. Okay. watu milioni mia tano bado ni wengi, kwa hiyo kutakuwa, kwa hiyo kutakuwa kuna pisi kali, computer system manake, eh, yes. Kwa hiyo kutakuwa kuna pisi kali, kutakuwa kuna uh, uh, watu tofauti tofauti watakuwa na jumuiya yao, ila awa wengine wote tuliobaki ambao hatuna faida, wote tunaliwa kichwa, wanabakia wao Umeelewa? Kwa hiyo watakuwa na jumuiya zao wachache, lakini asilimia kubwa ya watu ambao wao wanaamini hawana faida wataondoka. Alafu vitu vingi vitafanyika na vitafanywa na mashine. Ndio maana movie kama Matrix ukiangalia, inakupa ujumbe jinsi gani mashine zilikuwa zinatawala na walikuwa wana generate um, energy yao vipi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wanaweza waka survive kwa automation. Sasa hivi kuna supermarket ambayo unaenda unanunua unamaliza unaondoka bila kukutana na, na muhudumu yoyote mm. Wana ma warehouse sasa hivi ambayo yanaweza kufanya kazi ya ku, warehouse bila kuwa na binadamu hata mmoja. Kwa hiyo AI zinasoma uwezo wa binadamu, zikishaweza zitafata. Na kuna engo nyingine ya conspiracy theorist ambao wanasema AI ni maandalizi ya kuchukua yale majini yale kuyaingiza huku kwa kupitia AI, kwamba yataingia kwenye ile mifumo. Wana mpango, wana system zao ambazo wanataka ku, ku kualeta yale majini, ndio atachukua nafasi za za ndo, ndo ambazo ziko behind the AI Ume... Mwini conspiracy the theorist nyingine ya, ya kukatiza DJ Sma umeongea kitu kimoja. Kuna jamaa mmoja anaitwa Yuval uh, Harari, nadhani ni Mwisraeli ambaye yuko deep sana, aliandika yeah. uh, uh, vitabu vingi sana kama nitakupa link baadaye, lakini watu wengi right. wanamjua, jamaa alikuwa amezungumzia ni historia ya binadamu na mm. yeye yeah. hicho anachokisema alikuwa anasema yes anaona kwamba dunia inaenda kufika mwisho, lakini sio lazima mwisho kwamba tufe wote kama janga la pamoja lakini ni namna ambavyo binadamu watatumia AI kwanza kubadilisha kuamini binadamu ni nani. Yaani utakutana na mtu ambaye ni mtu alishakufa, lakini huu mm. mwili alionao yeye ana exist yeah, lakini kwenye mwili mwingine. Kwa hiyo yes. idea yoyote itatoweka. Wewe uone anachopush Elon Musk. Neuralink ile uwezo wa ku connect computer na kichwa na nini, wanafikiri ile ni kwa sababu gani? waweze kuchukua yale majini yao ambao ni washirika wao yaweze kuingia pale and take over kitu ambacho hawawezi kwa sababu kama tulivyo nilivyogusia pale, wayasaluna an ruh kwenye Qur'ani, nasema wanakuuliza kuhusu ruh, kul cool hiya min amri rabbi hakiwaambie, kwamba ni amri kutoka kwa Mungu wangu, kama vile Nabii Isa au Yesu alipatikana pasina kuwa na baba, ilikuwa ni amri ya Mwenyezi Mungu kuwa mm -hmm. na itawe ya hiyo nayo, wana maudhui tukiamua kujadili hapa kwamba eti Yesu alikuwa namshua au au au story za ya Mungu, tunaweza tukaiweka pembeni, tunaweza tukaitafsia siku tukaijadili, ya tujadili siku nyingine. Tukamilishe kwa kitu kimoja, Djsma, chukue muda wako sana. Tunaongeaga hmm. sana kuhusiana na hizi hawa jamaa, mipango yao na wanataka kutufanya nini, lakini kuna sense naisikia kwako kwamba huenda wasishinde. Sisi tutashindaje? Unaionaje hii game inaisha, tunashindaje sisi? Sisi hatuwezi kushinda What? lakini na wao hawawezi kushinda. kwa sababu gani? sisi hatuna uwezo. Atakayeshinda ni muumba wa hii dunia, aliyeiumba mipango yake, kwa sababu uh, kwenye Qur'an anasema innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, wao wana mipango yao na mimi nina mipango yangu. kwa mm. hiyo, wao si wanafanya mishemishe zao mipango yao nini, kila kitu, ila Mungu tayari ana mipango yake, na mipango ya Mungu ndio itakayokuwa, sio ya kwao. Sawa, mipango ya Mungu itamfeva mtu yoyote, ambaye ndo ile niliyokutajia kwenye maandiko mm, ambayo alisema basi ni tiini mimi, ilikuwa ni, ni, ni, ni, ni uh, kwenye Exodus kumi na tisa tano inasema hivi, sasa kama mtanitii kikamilifu na kushika agano langu, basi miongoni mwa mataifa yote mtakuwa mali yangu. Kwa hiyo itamfeva nani? Itamfeva mtu yoyote ambaye atamtii muumba wa mbingu na ardhi kikamilifu na kushika agano lake, itamfeva umeona. Na kwenye uh, Bibilia kwenye Pamzi thelathini na saba ishirini na tisa anasema hivi The righteous will inherit the land and dwell in it forever. Wema watarithi ardhi na kuishi umo milele. Okay ha. Wema wema, lakini na wema aja, wema na tusio wema tukaingia wote ndani, hakuna alienda msikitini, hakuna alienda kanisani, au jamaa wakileta dude kama hilo, unagundua hakuna mwema, wote mtakufa. Ndo maana dunia sasa hivyo iko kwenye chaos. Karibia dunia nzima, yani ni vurugu, kwa sababu asilimia kubwa ya watu hawafati agano la Mungu, hawashiki maelekezo ya Mungu. Asilimia kubwa. Wapo wachache ambao ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu, na tunamuomba na kwa sisi ambao tunamwamini muumba mbingu na ardhi na, na si atushike mkono tuende, kwa sababu sisi wenyewe hatuwezi kutoboa. Fitna ambazo zimetuzunguka ni mbaya mno, kwenye upande wa chakula, kwenye upande wa watoto, kwenye nini uh sasa hivi maadili na vitu kama hivyo. Kwa hiyo, bila, bila yeye kutushika mkono hatutoboi.